Pili, ni urafiki. Lazima kwenye ndoa kuwe na urafiki, jemeni urafiki ni kitu muhimu, si mke na mume tu. Kukiwa na urafiki ndoa siku nzima, kila mmoja atakuwa na mahitaji ya mwenzake. Unapoondoka kwenye kazini kuelekea kazini, kazini basi utapokea simu Unapoondoka utaagana na mwenzako, unapoingia utapokewa na mwenzako, unapotoka kazini utamjulia mwenzako. Kuna watu wakishatoka nyumbani, basi mpaka arudi aonekane huyu mlangoni, hakuna a, maungano tena. Sasa akitokea mwingine hapa katikati akawa na fani ya urafiki, basi anakata hiyo network yenu hapo, na siku hizi kama mtakavyokuja kuelezwa na na mashehe kwamba kuna vyombo vingi siku hizi, huna haja ukamtafute rafiki barabarani. Palepale pale nyumbani una marafiki milioni tu kwenye simu yako, ambao wao hawana kazi ya kufanya zaidi ya kuwa na mawasiliano na watu tofauti tofauti. Kwa hivyo jenga urafiki na mke wako kiasi ambacho yeye atakuwa nakuhitajia kila wakati, na wewe vilevile vile, jenga uhusiano na mume wako. Usimpe nafasi mume wako akawa na watu wengine wakakatisha hiyo, hiyo network.